Kisha paka wa shangwe umwewe utahudiwa kwa sadaka, taifa lako litatukuzwa. Neno litafundwa neno lako na kulishwa sakramenti. Nyumba hii inaeleza siri ya kanisa ambalo Kristo alilitakasa kwa damu yake, akalifanya liwe mtumba wake mtukufu, bikira mng'aro wa utimilifu wa imani na mama aliyebarikiwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa hili takatifu ni mzabidi mteule wa Bwana ambao umemjaza dunia nzima kwa matawi yake, na kwa njia ya msalaba matawi hayo yananyakuliwa hadi mbinguni. Kanisa infenye helini nyumba ya Mungu na ya wanadamu, ni hekalu takatifu lililojengwa kama kwa mawe hai, linadumu imara juu ya misingi ya mitume na juu ya Kristo mwenyewe ambaye ni jiwe kuu la msingi, ili kanisa tukufu, mji uliojengwa juu mlimani, uonekane na wote kwa watu wote. Uwazi ndimo mwanga wa mwana kondoo ung'ara daima na kujaza nyimbo nzuri za watakatifu. Kwa hiyo, ee Bwana, tunakuomba kwa unyenyekevu umtume Roho Mtakatifu kutoka mbinguni alijaze kanisa lako hili na altare hii wingi wa utakatifu wako. Kanisa hili lidumu siku zote kuwa mahali patakatifu takatifu, na meza hii iwe daima tayari kwa sadaka ya daima ya Kristo wako. Hapa maji ya ubatizo yaondoe dhambi za watu ili watoto wako, E Bwana, wakisha bandukana na dhambi, wazaliwe katika uzima hapa wa milele. Hapa Wakristo wako wakizunguka meza hii ya altare waadhimishe kumbukumbu ya Pasaka, wafundishwe kwa neno la Kristo na kuwa karamu ya mwili wake apa sadaka ya kupendeza ya sala ipaye juu kwako, sauti watu sauti za watu ziungane na sauti za malaika waimbao, zipae pia juu kwako kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Hapa fukara wapate huruma yako, wafungwa wajaliwe uhuru wa kweli, na watu wote wajaliwe cheo kuwa wanao hadi waingie kwa shangwe yule ulio juu ya Yerusalemu ya mbinguni, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima na milele. Baada ya mwasha, baba askofu kumalizia sala ya ya kutakatifu za altare, atadishwa miele ambao itambaa kwa alama wazi ya kuonekana siri ya Kristu na kanisa lake. Sasa baba askofu anapaka mafuta matakatifu ya krisma juu ya altare.

lioweka altareni pako kikombe hiki na patena hii, vyombo hivi vimewekwa kulingana na mapenzi ya taifa lako kwa ajili ya kuadhimisha sadaka ya gano jipya, vifanywe vitakatifu kwa baraka yako nasi tunaulishwa kwa sakramenti zako hapa duniani, tujazwe na Roho yako hadi tufurahie katika ufalme wa mbinguni karamu yako pamoja na watakatifu. Utukufu na heshima ni vyako milele na milele. Neema hizi tunazipata kwa maombezi ya mama Bikira Maria Nyota ya Bahari, ambaye ndiye msimamizi na muombezi wa familia yetu. Daima tunamuomba atuombee kwa Mungu, na daima anatuombea, anatulinda na anatusindikiza kwa upendo wake kama mama wa Mungu na mama yetu sote. Asante sana mama Maria kwa maombezi yako na kwa kutuongoza mema. Kwa nafasi nyingine Tunamshukuru sana Baba Askofu Jovitus Francis Mwijage mchungaji mkuu wa jimbo letu la Bukoba kwa kuwa nasi siku hii ya leo. Tumshangilie kwa makofi na vigelele. Mtakatifu mmoja naitwa Ignasi wa Antiokia, anatufundisha kuwa Ubi Episcopus Ibi Ecclesia Yaani, kwa hivyo na askofu hapo, kuna kanisa, kama ambavyo alipo Kristo kuna kanisa. Napenda niwahakishie no kuwa leo katika jimbo hili la Bukoba, kanisa lipo Bumbire. Makofi. <coughs> kanisa inaonekana wazi katika kusanyiko hili, ambapo baba askofu akishirikiana mapadre na waamini mwadhimisha sakramenti ya Ekaristi hapa Bumbire. Kwa namna hiyo Kristo yuko kati yetu. Asante sana baba askofu, na karibu sana parokiani kwako Bumbire. Tunakushukuru pia kwa kutenga muda na kuwa nasi katika vigagu mbalimbali vya parokia yetu tangu siku ya Alhamisi. Asante sana baba askofu. Kwa namna ya pekee tunamshukuru sana sista Liberata mama kiongozi mashirika Bikira Maria mama msaada kwa kutupatia masista wa kufundisha utoto mtakatifu. Nawashukuru ma sana masista waliokuwa tayari pamoja na hali ya ziwa, sista Tifina na sista Anita, asanteni sana masista kwa moyo wenu wa upendo na kwa utume unaofanya hapa parokiani mwetu na lingoni mwetu. Naomba mzidi kutusaidia kila tunapowakimbilia. Hapa parokiani hatufanyi kazi peke yetu. Mapadre tunafanya kazi na watu mbalimbali, kwapo hawaka parokia ambao tunashirikiana bega kwa bega katika kufanikisha shughuli mbalimbali ndani ya parokia. Wamefanya kazi kubwa ya kuiunganisha parokia na waamini mahali wanapokuwa. Asanteni sana kwa ushauri na misaada mbalimbali ya hali na mali wakati wa ujenzi, maandalizi ya sherehe ya leo na mwenye shughuli nyingine mbalimbali zinazofana pamoja. Wao wakumkaribisha wow. Baba Askofu, unaonekana umenona sana. Asanteni sana diwawa. <coughs> Na hii ni dalili nzuri sana kwamba mtakapoanza kushika uderevu wa kuongoza kanisa hili e, mtakuwa na nguvu na nanawatia moyo nini, muendelee hivyo katika eh, kuitetea, kuishuhudia imani. Bwana awe nanyu, jina la Bwana litukuzwe. adunuka katika kanisa na awaimarishe kwa nguvu zake katika kuungama imani ya kweli kweli. Awabariki Roho Mtakatifu, aliwasha moto wa mapendo ndani ya mioyo ya wafuasi, na ninyi mkiwa mmekusanywa katika umoja, awaongoze gila